Kwa majina anaitwa Sindi Malumu ni meneja wa biashara ya madini kutoka Tume ya Madini. Hapa leo namwakilisha mkurugenzi wa ukaguzi na biashara ya madini. Hapa leo tumekusanyika ili kutoa mafunzo kwa wakaguzi wasaidizi wa madini ujenzi na madini ya viwandani ambayo ni sehemu pia ya madini yanayozalishwa nchini Tanzania, na lengo kuu la mafunzo haya ni kujaribu kujengeana uwezo ili kuweza kuongeza ufanisi hatimaye kwenda kutimiza makusanyo, uh, kutimiza lengo la makusanyo ya Tume ya Madini ambayo kwa mwaka huu tumepangiwa, uh, takribani trilioni moja. Mafunzo hayo pia yanaambatana pamoja pamoja na wasaidizi wa madini ujenzi, lakini pia tumejumuisha watumishi uh, watumishi wa Tume ya Madini ambao ni tunawaita ni mapost champion. Kwa nini tunawaita ma POS champion? Kwa sababu katika ukusanyaji wa, wa maduhuli ya madini ujenzi pamoja na viwandani tunatumia mashine za POS na mashine hizo zinasimamiwa na hawa POS champion kwa kushirikiana na wakaguzi wa wasaidizi wa madini ujenzi. Naitwa Francis Mchire na afisa migodi mkazi wa Rugoba, ambaye yuko chini ya ofisi ya afisa madini mkazi Dar es Salaam na Pwani. Leo tumekuwa kwenye mafunzo ya yeah, post champions pamoja na wakaguzi wa, wa, wa, wa saidizi wa madini hapa Dodoma na of course kwenye ichi kikao kazi tunaweza kuzungumza masuala mbalimbali, na kwa sisi kama mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, kama tunavyofahamu kwamba ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, shughuli kubwa ambayo imekuwa inafanyika ni ya uchimbaji wa madini ujenzi na viwandani. Kwa hiyo kikao hiki sasa kwa kweli tumeweza kuwa na muda mzuri wa kuzungumza masuala mbalimbali, kuibua changamoto hasa zile ambazo kimsingi tumekuwa na tunakutana nazo kila siku, changamoto za elimu za uchimbaji wetu na hasa kwenye kipindi hichi ambacho tunafahamu kwamba tangu mwaka 2021 Tume ya Madini imeanza kutumia mfumo wa kielektroniki kwa maana POS machines ambazo sasa tumeona zimekuwa na tija kubwa kwenye uongezaji wa, uongezaji wa makusanyo ya ya madini na mathalan hata unaona kwenye mkoa wetu da wa, wa, wa Dar es Salaam wa kutoka wastani wa makusanyo ya bilioni sita bilioni saba na sasa tunaweza kufika kwenye bilioni nane na tunategemea kwamba labda mwisho wa mwaka wa fedha huu tunaweza kufika kwenye bilioni kumi na kuendelea. Kupitia mafunzo haya, mimi utanijengea na ufanisi na uelewa kufanya kazi vizuri, na pia utaniwezesha mimi kutoa elimu kwa wachimbaji wa madini ujenzi, na pia sio wachimbaji, sio tu, hata kwa wenzangu nayoacha Tabora wataweza kujifunza kupitia nini? Kupitia kikao hiki, imeniwezesha kutengeneza awareness pamoja na kujua haki zangu kama mtumishi pamoja na nini, nini, nini, pamoja na mimi natakiwa nifanye